DC anaitwa Peter Jwakali au sio? Jwakali au Lijualikali awe Jwakali au Lijualikali ndivyo anavyoitwa. Huyo DC anawasumbua sana. Nimefanya mkutano Kabwe. Watu wanamlaani huyu Jwakali. Nimefanya mkutano Kirando. Kila mtu anasema huyu Juakali ni laana tupu. Nimefanya mkutano na Manyere na leo hapa mnasema DC anasumbua watu. Huyu DC kwao ni Fakara Kilombero, aliwahi kuwa diwani wa mji wa Ifakara wa Chadema aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kilombero wa Chadema mnanielewa alipochaguliwa mbunge mwaka elfu mbili kumi na tano CCM wakam wakamfungulia kesi afutwe wa ubunge wake mimi nikaenda kwao Ifakara, nikakaa kule miezi mitatu, tukapambana tukashinda ile kesi, akaendelea kuwa mbunge wa Chadema. Wakamfungulia kesi ya uongo ya jinai, wakamfunga miezi sita. Unanielewa? Ndio. Akapewa kifungo cha miezi sita, akaenda kufungwa gereza kuu la Ukonga Dar es Salaam. Baba yake akanijia, baba yake mzazi akanijia: "Mheshimiwa, huyu mdogo wako atafia gerezani." Nikamwambia, mimi sitaruhusu afie gerezani. Tukaenda kwenye rufaa mahakama kuu, tukapambana mahakama kuu Dar es Salaam, tukamfungulia akafutiwa, aka, aka hiyo hukumu yake, tukashinda kesi, akaachiliwa. Mimi nimeenda kumuona kumwona gerezani Ukonga, mimi mwenyewe, sio kumtetea mahakamani tu, alivyofunguliwa gerezani miezi michache baadaye akajiunga na CCM, akajiunga na CCM kwao, Ifakara kwao, ni ngome ya Chadema. Kwao wanamuita mtoto wa laana, kwao wanamwita mtoto wa laana sasa mimi wala sishangai kwamba ameleta laana zake mkasi, mtoto wa laana. Hamna riziki pale, kuna riziki pale, watu wakwao wenyewe wa mtoto wa laana. Sasa mwambieni huyu mtoto wa laana, mwambieni siku zake zinahesabika, siku zake zinahesabika tena. Ni wa kumwambia wewe, umefungwa umefungwa, alikuwa Ukonga, gereza la Ukonga. <laughs> Na waliomfunga ni hawa wanaowapigania saa hii. <laughs> la, no, kama sio laana ni nini? <laughs> la, mnaelewana na, na. Asiwababaishe, mtababaishwa na mtoto wa laana. Sikubali kubabaisha. Nilisema ni, ni, ni, niliseme hilo kwa sababu watu wanalalamika sana juu ya laana zake. Sawa sawa, basi.